Siri ya Zuri. Usiku uliingia taratibu mtaani Maharia, taa za kandili zikiangaza mitaa ya mawe. Zuri alikuwa ameketi juu ya dari ya nyumba yao ya udongo akiwa amekunja miguu na kutazama nyota. Ndani ya moyo wake kulikuwa na mchemko wa furaha asiyoelewa vizuri. Kijana wa ajabu aliyekutana naye leo alikuwa tofauti. Alizungumza kwa heshima, alikuwa na utulivu usio wa kawaida na macho yake yalikuwa kama bahari iliyojificha siri nyingi. Zuri aliita mama yake Bi Malaika kutoka ndani, usiangalie nyota sana mpaka ukasahau kuwa bado tunahitaji kusafisha machungu ya maisha yetu. Zuri alishuka chini huku akitabasamu. Mama leo nimekutana na mtu wa ajabu sana. Bi Malaika alimtazama binti yake Kwa sekunde kadhaa alinyamaza, kisha akasema kwa sauti ya chini, usijiachie sana Zuri. Dunia hii haiwatendei haki wasichana kama sisi. Lakini Zuri hakuweza kusikiliza. Moyo wake ulikuwa tayari umeshikwa. Hakuwa anajua kuwa mama yake alizungumza kwa maumivu ya zamani, maumivu aliyoyaficha kwa zaidi ya miaka ishirini. Wakati huo huo, ndani ya jumba la kifalme, Elian alikuwa ndani ya chumba chake, machozi yakimtoka kwa hasira. Alikuwa amewekwa chini ya ulinzi usio rasmi. Mlinzi wake wa karibu, Kapteni Joram, alimkaribia kimyakimya Bwana mdogo Joram alisema kwa sauti ya pole. Unampenda msichana yule, sivyo? Elian alimtazama Joram kwa mshangao. Ulimfuatilia? Joram alitabasamu kwa huzuni. Mimi nimelelewa mitaani kama yeye. Najua macho ya msichana aliyepitia mengi. Ana kitu cha kipekee. Lakini kumbuka, unakutana na ukuta mgumu. Baba yako hatakubali. Elian alishika kichwa chake. Hata ikibidi nipigane na dunia sitamwacha. Kesho yake, Zuri alisubiri sokoni kwa muda mrefu, lakini Elian hakuonekana. Alikata tamaa na kurudi nyumbani. Usiku ulipofika, alipiga magoti kando ya kitanda chake na kufungua kisanduku cha zamani kilichokuwa chini ya godoro. Ndani yake kulikuwa na hereni ya kifahari ya dhahabu iliyoandikwa nembo ya kifalme. Alikishika kile kipande cha mapambo kwa mikono inayotetemeka. Kisha akauliza kwa sauti ya chini, mama, ni kweli mimi ni nani hasa? Mama yake alitoka kivulini akitetemeka. Ni wakati wa kujua ukweli, Zuri. Wewe si binti wa mchuuzi tu. Baba yako alikuwa mtu mkubwa sana na damu yako ina historia ya kifalme. Lakini alitoweka, na nikalazimika kukuficha. Zuri alishikwa na mshangao. Unasema mimi nina damu ya kifalme? Mama yake alimtazama kwa macho yaliyojaa hofu. Ndiyo, na nakuambia hivi, ukimwona kijana yule tena, moyo wako hautakuwa salama. Dunia ya kifalme ina giza zaidi ya unavyodhani. Je, nini kitafuata? Usikose sehemu ya tatu.